akuwa na vyombo vya kufanyia usafi bodaboda na magari taae na vyombo na tumeweka matangazo maeneo mbalimbali ya kuhamasisha usafi wa kila eneo. David Kimaro, Kaimu Mkuu wa Kitengo cha Usafi na Mazingira, Manispaa ya Moshi. Leo tulikutana na wenzetu wa Jeshi la Uhamiaji mkoa na kufanya usafi pamoja. Lengo ni kuhamasisha wananchi kuendelea kufanya usafi katika maeneo yao lakini pia katika maeneo ya biashara. Ni mwendelezo wa, wa, wa kutekeleza usafi kampeni ya kitaifa ya usafi wa mazingira kila mtu aweze. Tuna tana kilo sema, mita tano, usafi wangu, usafi wangu. Ndo maana yake ni nini? Kila mwananchi atakuwa afanye usafi kwenye eneo lake, lakini pia A, aende kila upande mita tano kwa maana kuna maeneo mengine ambayo hayafikiwi na watu kirahisi. Au tunafanya mita tano usafi wangu, usafi wangu mita tano, waweza kufikia maeneo yote ambayo yana takataka. Tunaadhimisha miaka 61 ya Muungano wa Tanzania, lazima tufanye shughuli ya kufanya usafi.

lakini kia kuendelea kupata ratiba za uondoshaji na no andakibu mwandamizi wa miagi Grace Malagila, naibu wa saumiagi mfua wa Kilimanjaro. Leo tumepuka hapa tatisa soko la Manyema ili kuadhimisha siku ya muungano miaka sitini na moja ya muungano wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kufanya usafi katika soko la Manyema. Hii tunafanya usafi ni sehemu ya kuadhimisha siku lakini, pia tunapoelekea uchaguzi, sisi kama wamiaji tunatoa wito kwa wananchi kupitia kauli yetu ya mjue jirani yako, waweze kitajiana katika hiyo eneo la kuweza kujua jirani yako na kuweza kutoa kaarika kama endake kina mtu au mgeni ambaye haeleweki katika eneo la makazi. Ni kweli na hilo tutajitahidi kama uongozi wa soko kutoa kuzidi tena kuwapa elimu wafanyabiashara, watoe wafanye wa, wa, usafi, na tumekuwa tunapita mara kwa mara kuwahamasisha kufanya usafi. Pale ambapo mtu anafanya biashara eneo lake, ahakikishe eneo lake la biashara linakuwa safi ili kutunza mazingira yetu, kwa sababu tunayo taarifa kama tumepata tunzo ya, ya usafi katika mji wetu wa manispaa. Hivyo basi kama viongozi tutahakikisha kushirikiana na ofisi ya kata kuendeleza mazingira kuwa salama katika soko letu. Lakini tunashukuru sana Manispaa ya Moshi kwa kutujali sisi kama wananchi wa kawaida kuja kushiriki na sisi katika masuala ya usafi. Ametukumbusha kuwa tuna wajibu wa kuhakikisha mazingira yetu tunayoishi na kuwa safi na salama kwa kwa wote. Hiyo tuseme viongozi wote na naaa sdarahii ya hapa wananchi wajibu wetu ni jambo la msingi sana. Ninyi mmeona, waandishi wa habari, tumetembea katika soko letu la Manyema, tumefanya usafi, tumekutana na wananchi wengine ambao ni wafanyabiashara, na wao wameona kuwa hili jambo la muhimu. Mimi napenda tuone jambo kama hili ikiendelea, sio siku ya Muungano peke yake, lakini tuendelee sababu, na Manispaa ya Moshi imeshinda tuzo mbalimbali. Sisi kama wananchi tunajivunia, tukitembea hukshanio ne seheisasana, unafurahi kuona mji wetu umekuwa safi, lakini ni lazima tushirikiane, wadau, serikali na sisi wananchi ambao tupo katika mazingira haya tunayoishi kila siku.